Huku taifa likiendelea kushuhudia harakati za viongozi mbalimbali kujiandaa katika uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na saba, wito unazidi kutolewa kwa jamii ya Magharibi kushirikiana kwa pamoja kwa manufaa ya maendeleo. Tuungane pamoja ili tuone umuhimu na utamu wa kuwa tumeungana na kutembea na watu. Unajua, wa, wa waliwatiwa ujumbe moja, muungane, muungane. Mkienda yeah, kwa serikali, mkienda kwa Mweshimiwa Rais, mnaweza negotiate mpate vipi vingi, kama mnakaa kama kitu kimo, kimo. Wanawake tutaungana yeah. Ushirikiano huo huenda ukapata pigo kutokana na chaguzi ndogo zinazotazamiwa kufanyika maeneo tofauti, ikiwemo eneo bunge la Malava na wadi ya Kiza Magharibi kwenye kaunti ya Kakamega na Chwele Kabuchai kwenye kaunti ya Bungoma. Na nimeambia ndakwa the last three weeks ya campaign tunakuja kukambu hapa, tunakuja kukambu hapa. Kama ni kanisa tutaenda, kama ni soko tutafika, kama ni mahali gani tutakaa na kila mtu weda tupigie mtu wake ama tupigie mtu wetu, bado ni sisi your excellency wenye utahitaji 2027 wakati itaumana. Viongozi wakuu wameonekana kuanza kampeni maeneo hayo, huku cheche za maneno zikishamiri, kila mmoja akivutia upande wake. Na wale watu wenye akili ndogo, mawazo duni na fikira za kupotosha watu lazima tuwakemee kwa sababu tunataka kujenga nchi yetu. Mtu anayekusukuma aduo dharau huyu kataa panyako haduaretawe, President Ruto, let me tell you, 2027 kitaumana Ute... Hapo <laughs> ndio wakati utajua kwamba hapa Kakamega unahitaji unaitaji kaduare ndio ufaulu. Hapo ndio utajua mheshimiwa President kwamba hapa Malaba unahitaji set panyako ndio ufanye nini, ufaulu. Haya inajiri huku, baadhi wakidai eneo hilo ni lazima limrithi rais William Ruto katika uchaguzi mkuu 2032 wakidai kuwa wana idadi ya kura ya kuleta mabadiliko katika uongozi wa taifa hili. Mwaka wa 2032, uongozi wa urais Lazima uje Western na ndugu yetu mkubwa ambaye tunaweka mbele ni spika wetu wa serikali National Assembly Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. nikiripoti ya mtazamo wa dira ya runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.